Askofu Josephat Gwajima ameongea na Watanzania muda mfupi uliopita. Hata hivyo hotuba yake hiyo kwa Watanzania imekumbana na changamoto nchini Tanzania ambapo kwa mujibu wa taarifa, mtandao wa YouTube ulikuwa haupatikani. Na watu wachache waliofanikiwa kumsikia uh, ilibidi watumie uh, VPN. Uh, kama unaofahamu, kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa mitandao, lakini inaonekana kwamba kulikuwa na jitihada za makusudi za kudhibiti mtandao wa YouTube ili hotuba hiyo ya Askofu Josephat Gwajima isisikike. Bahati nzuri Jasusi uh, TV imesikiliza hotuba nzima. Hotuba hiyo ilikuwa na dakika hamsini na saba na sekunde ishirini na tatu lakini Jasusi TV imeweza kupata dondoo za kila point na inakuletea hapa kwa muktasari. Hii video ni fupi tu, japo uh, hotuba ya Askofu Josephat Gwajima alivyosema ilikuwa ni takriban lisari moja dakika hamsini na saba na sekunde ishirini na tatu. Ameongelea vitu arobaini ambavyo sasa anakuletea muhtasari wake. Cha kwanza uh, ni kwamba aligusia kuhusu kanisa lake kufungwa na kwamba kanisa hilo lilifungwa baada ya yeye kuzungumzia janga la utekaji. Kingine alichoongelea ni kuhusu katiba ya CCM kwamba inasisitiza demokrasia na demokrasia ni pamoja na tofauti za kimtazamo, kwamba anatumia katiba ya CCM inayompa uhuru wa kidemokrasia kuongea yale yanayoisumbua jamii, lakini pia ambayo chama chake kimeyakalia kimya. Kwa hiyo hafanyi kosa, kwa sababu katiba ya chama chake inamruhusu kufanya hivyo. Kadhalika, akaongelea malengo yaliyomo ndani ya katiba ya CCM ambayo yanapinga dhuluma, vitisho, ubaguzi, uonevu na upendeleo. Kwa hiyo akasema katiba yenyewe ya CCM inawataka wanachama na viongozi wa chama hicho kuongea dhidi ya dhuluma, vitisho, ubaguzi, uonevu na upendeleo, na hapo hapo wamepewa haki ya kidemokrasia ya kuongelea maswala mbalimbali. Pia Askofu Gwajima alithibitisha kwamba yeye bado ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na ataendelea kuwemo ndani ya chama hicho, na akatumia neno kwamba tutaendelea kubanana humu humu. Vile vile, Askofu Gwajima alizungumzia kuhusu janga la utekaji, na akakumbushia kwamba huko nyuma, wakati anaongelea swala hilo japo lilizua mtafaruku, alikuwa akizungumzia tatizo na sio matokeo. Akasema kwa muda mrefu moja ya changamoto ambazo zinatokea Tanzania ni kwamba watu wanazungumzia zaidi matokeo ya tatizo badala ya kuongelea chanzo cha tatizo, na akasema kwamba kama alivyoongea huko nyuma msingi wa tatizo ni katika vyombo vya dola ambapo watumishi hasa viongozi waandamizi wa vyombo hivyo wanakuwa wanateuliwa na rais na hilo si tatizo, kuteuliwa kwao, lakini endapo wataona vitu ambavyo pengine uh, viongozi wa kisiasa wana maslahi yao binafsi, inawawia vigumu, kwa sababu yule aliyewateua ana uwezo wa kuwatimua wakati wowote, na akakumbushia kwamba yeye alishauri kwamba kuwepo na mfumo ambao unawezesha kuwalinda hawa viongozi wa vyombo vya dola ili waweze kuwa na ujasiri kwamba wao wanalinda nchi yetu, na sisi tuwalinde kwa kuwatengenezea mfumo ambao utawakinga endapo yule aliyowateua ataamua kuwatimua kiholela. Huko nyuma alishagusia kuhusu idara ya usalama wa taifa, jinsi wa kuwa idara hiyo ilivyokuwa na ondolewa na kuja huyo na ngia yule na vitu kama hivyo kadhalika. Askofu Gwajima alizungumzia kuhusu janga la kutekwa kwa balozi Humphrey polepole pole na akasema kwamba haamini kuwa mkuu wa jeshi la polisi yani IGP mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa uh, pia mkuu wa majeshi hawajui kuhusu swala hili la polepole pole. Lakini ukweli ni kwamba viongozi wote hawa wamekaa kimya na taasisi zao zimekaa kimya kadhalika. Alisema kwamba alikumbushia kuwa tusipofanikiwa kulinda nchi yetu ipo siku tunaweza kuipoteza. Na akasisitiza kwamba ni muhimu, ni wajibu kwa kila mtu, iwe ni kiongozi, iwe ni raia wa kawaida, kuhakikisha kuwa nchi inalindwa kwa, kwa, kwa gharama yoyote. Akaendelea kusema kwamba mgombea uongozi wa kisiasa, lengo hasa ni kushinda uchaguzi, na katika kutaka kushinda uchaguzi, mgombea huyo anaweza kutumia mbinu yoyote ile kushinda. Sasa ni jukumu la wakuu wa vyombo vya dola kuhakikisha kuwa wao wanalinda nchi yani, kwa lugha nyingine ni kwamba matakwa ya, ya kisiasa yanaweza kuwa tofauti na matakwa haya ya kizalendo, kwa sababu katika siasa kwa kiasi kikubwa lengo linaweza kuwa tutu, mtu anataka kupata ushindi, na katika kutaka kupata ushindi anaweza kutumia njia ambazo pengine hata ziko kinyume na taratibu, lakini ni wajibu wale watu waliokabidhiwa majukumu ya kuongoza vyombo vya dola kuhakikisha kuwa kila kitu kinafanyika kwa maslahi ya nchi. Na huu ni mfano tu aliotoa kwamba huenda katika haya yanayoendelea, hasa janga la utekaji, kwamba kuna watu na maslahi ya kisiasa, na hili amelizungumzia mara kadhaa huko nyuma na amerudia tena kuliongelea kwamba yayumkinika kuamini kwamba kuna maslahi ya kisiasa. Sasa changamoto inakuwa ni kwamba hawa viongozi wa vyombo vya dola ambao wameteuliwa, teuzi zao zinategemea fadhila ya yule aliyewateua, na kwamba binadamu katika udhaifu wake anaweza ana familia, ana mahitaji yake binafsi kwa hiyo wanaweza kuwa wamefumbwa mdomo wamezibwa mdomo kutokana na mazingira yaliyopo. Uh, pia askofu Gwajima akawakumbusha hawavyo kuwa kuwa vyombo vya dola kwamba endapo huko mbele watu watawajibishwa katika haya yanayoendelea, basi viongozi hao hawawezi kujitenga na haya kwa sababu taasisi zao zina wajibu wa kuyazuia, lakini haya yanatokea kwa hiyo huko mbele, endapo itafika wakati, na amehakikisha kwa haya yana mwisho kiroho, ameongea ame, ame zaidi kiroho kwamba haya Mungu anayaona na atayaletea mwisho. Kwa hiyo huo mwisho utakapofika, hawa viongozi hawa wakuu wa vyombo vya dola ambao kwa sasa hivi hawachukui hatua dhidi ya haya yanayoendelea, hawawezi kujitenga na haya yanayoendelea. Jeshi la polisi huko mbele haliwezi kusema ah, sisi hatukuhusika na utekaji lakini hamkuchukua hatua dhidi ya utekaji. Idara ya usalama wa taifa haiwezi kusema kwamba haikuhusika na utekaji, wakati janga la utekaji ni tishio la usalama wa taifa. Jeshi um, la wananchi nalo haliwezi kusema kwamba ah, sisi hilo alikuwa jukumu yetu, kwa sababu hili ni tishio la usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo hawa wakuwa vyombo vya dola huko mbele hawawezi kukwepa wajibu wa haya wanayotokea sasa hivi. Kadhalika, uh, Askofu Gwajima akakumbushia kwamba Tanzania hii ni yetu sote, kwamba Uh, katika namna moja au nyingine hakuna mtu ambaye hajaguswa na janga la utekaji, kwa sababu kimsingi sisi tuko connected kwa njia moja au nyingine, kama sio kabila basi ni urafiki au jamaa. Kwa hiyo akitekwa fulani, hata kama wewe hakuhusu moja kwa moja, kwa namna moja au nyingine uh, wanahusiana na lile. Kwa hiyo hii nchi ni yetu sote, na haya yanayotokea yanatuathiri sote, hata hao wanaohusika na hili janga la utekaji um, na akatahadharisha tena akasema kwamba hata kama wakuu hawa vyombo vya dola yani IGP au mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa au mkuu wa majeshi hawahusiki na utekaji na taasisi zao hazihusiani na utekaji, lakini majina yao yatahusishwa, kwamba huko mbele watu watakapoongelea janga uh, hili la utekaji uh, basi Uh, watasema nani alikuwa mkuu wa jeshi la polisi kipindi hicho, nani alikuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama kipindi hicho, au nani alikuwa mkuu wa majeshi kipindi hicho. Kwa hiyo majina yao yatahusishwa na hili janga linaloendelea kipindi hiki. Kadhalika akagusia, akaonyesha aka, aka mshangao wake kusema kwamba eh, inawezekanaje idara ya usalama wa taifa au jeshi la polisi au, au, au jeshi la wananchi wa Tanzania au wakuu wa vyombo, wa vyombo hivyo hawajui Mdude yuko wapi huyu um, ni kada mwandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mdude um, Nyagari uh, pia Deusdedith Soka, au balozi polepole alichukuliwaje au marehemu Ali Kibao ilikuwaje akatekwa na kuuawa kwa sababu mpaka leo hakuna tamko rasmi kuhusu nani alihusika, hakuna mtu aliyokamatwa na hakuna maelezo yoyote kuhusiana na hawa. Ni wachache tu kati ya wengi yee, kwa mujibu wa maelezo ni kwamba mpaka sasa hivi, uh, orodha iliyotolewa watu waliotekwa ni karibia tisini na kitu lakini unafahamu kwamba ripoti ya mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa anasema zaidi wa meteku, ya watu mia mbili wametekwa, lakini yeye amezungumzia ripoti anayofahamu yenye majina takriban tisini na kitu. Kadhalika, Askofu Gwajima amesema kwamba hata chama cha mapinduzi nacho huko mbeleni na pengine hata muda huu kitanyoshewa kita, kita, kita vidole na kusema kwamba kwa nini hakikuongelea haki lakini pili, kwa nini hakijachukua hatua? Kwa sababu hata katiba ya chama hicho inataka kukemea dhuluma, vitisho, ubaguzi, uonevu na upendeleo. Um, kwa hiyo CCM haiwezi kukwepa. Na akasema balozi polepole pole alikuwa ni katibu mwenezi wa chama hicho huko nyuma, lakini pia ameshika nyadhifa mbalimbali kubwa ndani ya chama hicho, lakini hakuna kiongozi yoyote wa CCM aliyejitokeza hadharani kuongelea kuhusu swala so hili na pia kuna viongozi wengine wa CCM ambao wametekwa kule kanda ya Ziwa. Chama hicho kimeendelea kukaa kimya kuhusiana na swala hilo, na akasema kwamba ikiwezekana kukomesha mauaji ya Kibiti inawezekanaje kukomesha janga la utekaji? Huko nyuma miaka kadhaa, huko nyuma kulikuwa na uh, na janga la mauaji yaliyotokea kule maeneo ya Kibiti, Mkuranga na Rufiji, eneo lilikuwa linafahamika kwa jina la Mkiru, na takriban wanajeshi na askari polisi kama arobaini hivi waliuawa. Uh, kwa hiyo kuna operation ilifanyika kule kubwa sana hajawai kuongelewa kiundani kuna mambo mabaya sana liitokea huko lakini moja la msingi ni kwamba ukiweka kando hayaliotokea huko uh, jeshi la polisi vyombo vya dola vilifanikiwa kumaliza lile la mauaji ya polisi lilikwisha na wananchi pia kawaida pia walikuwa na uawa lakini nini wakatiulekumalizahiloi na kumaliza ili janga la utekaji kadhalika akaongelea kuhusu ukweli kwamba wanasiasa ni watu wakupita lakini hawa viongozi wa dola, mkuu wa jeshi la polisi, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa majeshi, mkuu wa magereza, mkuu wa uhamiaji, hawa ni watu ambao watabaki na taaluma zao hata baada ya kustaafu. Wana siasa ni watu kupita. Kimsingi anachozungumzia kwamba taaluma zenu zitaendelea ku, uh, ku, mtahukumiwa kutokana na taaluma zenu, wakati wana siasa hawa wanapita na kuja huyu na kuja yule na vitu kama hivyo, kwamba waweke waweke mbele maslahi ya taifa badala ya haya maslahi ya kisiasa. Na akagusia tena kwamba Watanzania wote ni ndugu, akitekwa huyo anakuhusu, akitekwa yule anakuhusu, na akaenda mbali na kusema kwamba sasa imefika sehemu watekaji wana ujasiri wa kuwapigia watu simu, na akakumbushia tukio lilotokea kwa mkurugenzi wa Jamii Forum Maxence Melo ambaye alielezwa, alipewa vitisho kwa njia ya simu, kwambia kama watu na Watanzania watakulilia siku mbili siku tatu, alafu watasawa. Akasema kwa hiyo imefika sehemu watekaji wana ujasiri wa kuwapigia uh, watu simu kuwatisha Kadhalika akazungumzia kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao wamekimbia nchi, maaskofu na wengine katika taaluma mbalimbali, wamekimbia nchi kutokana na mazingira yanayoendelea, lakini akasema wengi hawaongei yanayoendelea, yanayotokea katika maisha yao, lakini hali ni mbaya. Vilevile akazungumzia kwamba haiwezekani kuua watu wote wanaokosoa, kwa sababu katika mazingira ya kawaida haiwezekani, lakini kibaya zaidi ni kwamba hawa wanaouawa, hawa wanaotekwa hawa wanaoteswa wana ndugu, wana jamaa, wana marafiki. Ukimteka huyu, mdogo wake atabaki na kumbukumbu milele, kwa hiyo inatengeneza taifa la kizazi kama mambo yalivyo huko Israeli na Palestina, kwamba vile vizazi vinakuwa vina, vina vikiona unyama unaofanyika na, na kinyongo kinaendelea kubaki katika nafsi zao. Kadhalika akaelezea kwamba watekaji wanafahamika, kwamba vyombo vya dola pamoja na kwamba yeye amejitahidi sana kutoa vitu pia lawama vyombo vya dola lakini watekaji wanafahamika, um, kwamba katika mazingira ya kawaida haiwezekani kwamba kuna hili genge linafanya vitu hivi uh, kwa muda wote huu uh, halafu kwa upande mmoja serikali iko kimya, vyombo vya dola viko kimya uh, chama cha mapinduzi ambacho madarakani kiko kimya. Kwa hiyo kwa vyovyote kuna, kuna mtu au kikundi cha watu ambao kinalindwa na, na hizi taasisi kutokana na nyadhifa ya mtu au taasisi husika kadhalika akasema kwamba baadhi ya watu wanapenda kuzungumzia wa kuhusu yeye uh, kwamba wakati wa Magufuli labda hakuongea, na akasema kwamba si hilo si kweli, kwa sababu hata wakati wa utawala wa Rais Magufuli yeye pia alipinga janga la utekaji, na alipotekwa mfanyabiashara Mohamed Deuji, kadhalika alipotekwa msanii Roma Mkatoliki, askofu Gwajima alisimama kukemea janga hilo la utekaji. Kwa hiyo anavyofanya sasa hivi sio kwa sababu Magufuli hayuko madarakani, lakini hata wakati wa marehemu Magufuli pia alipinga janga la utekaji na akarudia tena kusema kwamba kuna kikundi kinajihusisha na masuala ya utekaji, na kwamba tahadhari tu kwa viongozi na kwa wananchi kwamba kinachotokea sasa hivi kinapotokea kwa jirani yako kinaweza kutokea kwako. Kwa hiyo wale watu ambao wanadhani kwamba haya yanayojiri hayawahusu wakae wakijua kwamba hata wao kesho wanaweza kuwa wahanga wa haya yanayoendelea lakini pia akasema kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho, kwamba hili janga litafikia mwisho wake, japo kwa sasa inaweza kuonekana vigumu na kuonekana kama kuna kiza kikubwa, lakini kesho yenye neema ipo. Na akasema kwamba ni muhimu kuwe na ulinzi wa maono ya nchi, kwamba moja ya changamoto za Tanzania ni kwamba kila kiongozi akija anakuja na, na mambo yake na nini, kwamba ni muhimu kuwe na vitu fulani ambavyo mtu akija hatovibadili kama ni vizuri kwa taifa, kwa sababu mtu anaweza kuleta vitu vyake kwa manufaa yake mwenyewe binafsi na kuipeleka nchi kusiko faa. Kadhalika aliongelea pia kuhusu kwamba asubuhi inakuja, asubuhi njema yenye neema inakuja, kuna siku utekaji utakwisha. Akasema pia kumekuwa na malalamiko makubwa kuhusu ufisadi, kwamba kuna janga kubwa la ufisadi, ufisadi umezidi, na akakumbushia kwamba balozi Polepole alikuwa akiongelea hayo akaishia kutekwa na akasema pia yeye alipokuwa bungeni alizungumzia kuhusu ufisadi, na jambo ambalo Watanzania wengi wafahamu ni kwamba kwa wakati anaongelea masuala haya kuhusu migodi ya madini, kuhusu uh, masuala mbalimbali aa, na ufisadi, alivamiwa na watu wasiojulikana katika makazi yake, wakaenda kutafuta nyaraka alizozitumia huko bungeni, lakini hili alijawahi kuwa hadharani kadhalika amesema kwamba amerudia kuongea kwamba matukio kwa ya ufisadi, wizi na kujilimbikizia mali kumezidi. Na akasema kwamba yeye anayo majina ya viongozi mbalimbali mbali, watu mbalimbali wanaojihusisha na ufisadi huu, lakini kuyaongelea sasa hivi hakuna tija, kwa sababu kutaongeza tu hasira ya watu na watu wenyewe hawawezi kuchukua watu yoyote haya maana. Na akakumbushia kwamba ukizungukwa na watu wenye njaa, ipo siku wataruka ukuta wa, wa unaozunguka jengo lako na kuingia ndani ili na wao wapate, hasa kama wakiwa na, na imani kwamba ulicho nacho kimetokana na kuwaibia wao. Na akaeleza aka kwamba unawajengea watu barabara, unawaletea maji, alafu unawateka kwa hiyo haimake sense. Akasema pia kwamba watu ni muhimu kuliko vitu, watu wanaishi kwa hofu, watu wana na yeye amepigiwa simu na watu kadhaa, akimuuliza kama yupo hai. Kwa hiyo vyombo vya haki navyo vinawala, lakini akatolea mfano kuhusu kesi ya uh, Deusdedit Soka wa watu walikwenda mahakamani kutaka mahakama ishinikize jeshi la polisi lionyeshe yuko wapi Soka. Mahakama ikaipiga chini ile kesi. Kesi ya Mdude pia mahakama nayo imekataa. Na juzi hapa kuhusu balozi polepole pole, pole nayo mahakama imekuwa haina. Kwa hiyo watu wanapotaka haki hawaipati. Akazungumzia kwamba uh, akakumbushia pia kuhusu utendaji wa hivi vyombo vya mahakama vyombo vya haki. Akagusia kuhusu swala Mulhaga Mpina uh, jinsi ugombea wake urais ulivyowekewa uh, vikwazo akazungumzia kuhusu Tundu Lissu, akazungumzia kuhusu Father Charles uh, Father Charles Kitima aliyetekwa, lakini mpaka leo hakuna taarifa iliyofahamika kuhusu nani aliyehusika, kuna mtu aliyokamatwa. Akazungumzia kuhusu balozi Polepole na akakumbushia kwamba wakati haya najiri huko bara, huko Zanzibar hali ni shwari, kwamba kuna walakini. Bara kuna janga la utekaji naendelea, lakini Zanzibar hakuna taarifa kama hizi, kwamba wenzetu wanakwenda vizuri na hapo inawezekana kuna swali uh. Kadhalika akagusia kwamba uh, Mtu akikuchukua mateka naye atachukuliwa mateka, mtu akikuua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Haya ni maneno ambayo aliyetoa katika vitabu vitakatifu uh, vikionyesha kwamba maovu yanayofanyika haya pia huko mbele yatakuja kuwakumba hao wanayotenda hayo maovu. Kadhalika alisema kwamba jumla ya watu wote waliotekwa, jumla ya watu wote wanaomhurumia mheshimiwa Lissu, jumla ya watu wote wanaomhurumia mheshimiwa Luhaga Mpina Uh, Balozi Polepole pole, uh, John Heche ambaye alikamatwa juzi, alizuiwa kwenda Kenya kumzika Raila Odinga, baadaye amekamatwa na mpaka sasa hivi bado yuko uh, mikononi mwa polisi. Kasema hao ndugu jamaa na marafiki kwa pamoja ambao wanaguswa na matukio haya, siku ya siku anaweza kaamka na kuchukua hatua stahili. Na mwisho akasema kwamba Mungu hachelewi kutimiza ahadi zake. Mungu huwa anajibu Uh, kwa hiyo hii kwa kifupi ndio t uh, hotuba ya uh, uh, Askofu Josephat Gwajima. Je, una maoni gani kuhusiana? Karibu toe maoni yako hapa kwenye comment. Asanteni na kwaheri.